na somo la injili linatoka katika injili ilivyoandikwa na Luka sura ya 15 aya ya kwanza hadi ya tatu na aya ya 11 hadi 32. Karibu tusikilize injili. Somo katika injili ilivyoandikwa na Luka. Watoza ushuru wote na wenye dhambi walikuwa wakimkaribia Yesu wamsikilize. Mafarisayo na waandishi wakanungunika wakisema, mtu huyu uwakaribisha wenye dhambi tena ura nao. Akawaambia mfano huu akisema, mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Yule mdogo akamwambia babaye, Baba, nipe sehemu ya mali inayoniangukia akawagawia vitu vyake. Hata baada ya siku si nyingi yule mdogo akakusanya vyote akasafiri kwenda nchi ya mbali, akatapanya mali zake huko kwa maisha ya uasherati. Alipokuwa amekwisha tumia vyote, njaa kuu iliingia nchi hile, yeye naye akaanza kuhitaji. Akaenda akashikamana na mwenyeji mmoja wa nchi hile, naye alimpeleka shambani kwake kurisha nguruwe akawa akitamani kujishibisha kwa maganda waliokula nguruwe, wala hapana mtu aliyempa kitu. Alipozingatia moyoni mwake, alisema ni watumishi wangapi wa baba yangu wanakula chakula na kusaza, na mimi hapa ninakufa kwa njaa! Nitaondoka, nitakwenda kwa baba yangu na kumwambia baba nimekosa juu ya mbingu na mbele yako, sistahili kuitwa mwana wako tena, nifanye kama mmoja wa watumishi wako. Akaondoka akaenda kwa babaye. Alipokuwa angali mbali, baba yake alimuona, akamuonea huruma, akaenda mbio, akamwangukia shingoni, akambusu sana. Yule mwana akamwambia baba nimekosa juu ya mbingu na mbele yako, sistahili kuitwa mwana wako tena. Lakini baba aliwaambia watumwa wake, lileteni upesi vazi lililo bora, mkamvike, mtieni na pete kidoleni na viatu mguuni. Mleteni ndama yule aliyenona mkamchinje, nasi tule na kufurahi, kwa kuwa huyu mwanangu alikuwa amekufa naye amefufuka, alikuwa amepotea naye ameonekana. Wakaanza kushangilia. Basi yule mwanawe mkubwa alikuwako shamba, na alipokuwa akija kuikaribia nyumba, alisikia sauti ya nyimbo na machezo. Akaita mtumishi mmoja, akamuuliza mambo haya maana yake nini? akamwambia Ndugu yako amekuja, na baba yako amemchinja ndama aliyenona, kwa sababu amempata tena yu mzima. Akakasirika, akakataa kuingia ndani, basi babaye alitoka nje akamsihi. Akamjibu baba yake akasema, tazama, mimi nimekutumikia miaka mingapi hii, wala sijakosa amri yako wakati wowote lakini ujanipa mimi mwanambuzi nifanye furaha na rafiki zangu. Lakini alipokuja huyu mwana wako aliyekula vitu vyako pamoja na makahaba, umemchinjia yeye ndama aliyenona. Akamwambia, mwanangu, wewe u pamoja nami siku zote, na vyote nilivyo navyo ni vyako. Tena kufanya furaha na shangwe ilipasa kwa kuwa huyu ndugu yako alikuwa amekufa naye amefufuka, alikuwa amepotea naye ameonekana. Neno la Bwana. Sifa kwako, e eh, Kristo. Wapendwa taifa la Mungu, karibuni tutafakari kwa pamoja somo la injili tulilolisikia hivi punde tukiongozwa na ujumbe unaosema baba mwenye huruma Ndugu zangu Yesu anatumia mfano huu kuonesha jibu la kukosolewa na Mafarisayo na waandishi kwamba aliwapokea wenye dhambi na kula nao swala lenyewe ni ushirika wa mezani na kitendo cha Yesu kuwapokea wenye dhambi kikamilifu lakini mfano huu wa baba mwenye huruma Unaweka msisitizo namna Mungu anavyoheshimu uhuru wa binadamu. Tunaona baba amlazimishi mtoto kubaki nyumbani, lakini pia amlazimishi kurudi nyumbani. Yeye anamngojea tu. Msimamo huu wa Yesu unatufunulia msimamo wa Mungu kwamba awapendi tu wale wenye haki na wadhambi wanaotubu, lakini anawapenda wote siku zote na pasipo na masharti yoyote. Pamoja na hayo, mwinjili Luka ametumia dhamira ya upamoja badala ya dhamira ya utengano kuonesha namna gani Yesu anaokoa, na mambo matatu anayazungumzia kama ifuatavyo. Jambo la kwanza, katika ushirika wa mezani wa Yesu, Mungu yupo katika uhusiano wa karibu na viumbe vyake na katika muungano wa wadhambi na watu waliotengwa na jamii. Jambo la pili ni kwamba kwa njia ya Yesu Mungu anawapa watu nguvu ya kutoka kwenye utengwaji muharibifu kwenda kwenye ushirika na wengine na jambo la tatu, Mungu yupo pamoja na Yesu mwenye haki anayeteswa bila hatia na hivi yupo pamoja na viumbe vyote hata katika saa ya giza nene ya viumbe hivyo. Yesu ametumia mifano miwili ya mwana kondoo shilingi pamoja na mwana mpotevu kuonesha vitu vilivyopotea, na mifano hii imetolewa na Yesu ikilenga Mafarisayo na waandishi wanaowakataa wadhambi kwenye ushirika wa mezani. Pia tumepata kusikia baba mwenye wana wawili ambapo yule mdogo anawawakilisha maskini na waliotengwa, yule mkubwa anawawakilisha viongozi wa dini ambao wamekuwa wakifuata torati kwa umakini mkubwa sana. Viongozi wa kidini wanakelwa na wale ambao Yesu anawapokea na kuwasamehe kirahisi sana. Sambamba na hili, tunaona ombi la yule mdogo la kutaka mali iliyo yake kutoka kwa baba yake, ambavyo katika utamaduni wa Kiafrika mara nyingi mali inagawanywa baada ya kipindi maalum cha maombolezo, lakini kutoa ombi kama hilo kungelisababisha hasira ya baba ambaye angelidhani kwamba mwanawake anatamani afe. Rejea kitabu cha Hesabu sura ya 36 aya ya saba hadi ya tisa na kitabu cha Yoshua bin Sira sura ya 33 aya ya kumi na tisa hadi ishirini na tatu. Pamoja na machukizo na maisha ya huyu mwana mpotevu aliyeyaishi, hatimaye anaridhia kurudi kwa baba yake, ambapo baba yake anambusu kuonyesha kwamba baba anamtambua mtoto kabla hajasema maneno ya kutubu. Busu ni alama ya upatanisho. Busu lilikuwa vilevile alama ya kusalimiwa na kupokelewa katika kanisa la mwanzo. Lejea Wakorinto wa sula ishirini. Mbali na busu baba hajishughulishi na mali iliyopotea isipokuwa anahangaikia mahusiano yaliyoharibiwa yarejeshwe. Ndugu zangu, taifa la Mungu, katika simulizi la mfano huu wa mwana mpotevu, nasi pia tulio wafuasi wa Kristo tunayo mambo kadha wa kadha ya kujifunza, hasa katika kipindi hiki cha Kwaresma. Jambo la kwanza ni kuhusu upendo wa Mungu kwetu sisi sote hata tunapokosea. Jambo la pili, Mungu kama baba, hasa katika mfano huu, yuko tayari kutusamehe na kutukumbatia tunaporudi kwake. Jambo la tatu, tunakumbushwa kuepuka hukumu na chuki dhidi ya wengine wanaopokea msamaha kama mwana mkubwa alivyofanya. Pia ndugu zangu, tunao wajibu wa kusali, kufunga na kuomboleza katika kipindi hiki, ikiwa ni njia mojawapo ya kujiimarisha kiroho na kuondokana na vishawishi vya kutufanya na kuturudisha dhambini. Lakini pindi tunapokuwa wana wapotevu kwa kutenda na kwa kuenenda kinyume na mapenzi ya Mungu, tunaalikwa kuijongea sakramenti ya kitubio, ili Yesu msulibiwa anapofufuka afufuke nasi na kutukumbatia katika mikono yake. Pia nipende kutafakari nanyi ujumbe wa Mtakatifu Gaspari wa siku ya leo. Na tuiabudu misalaba tunayopewa na Mungu na tuikumbatie kwa upendo. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami Injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateri Kevin Nixon wa shirika la wamisionari wa, wa damu takatifu ya Yesu kutoka katika seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo!